Kichakani, ni muhimu sana kujua kusoma vizuri kama huyu, na tunategemea wanafunzi wote wa darasa hili wajue kusoma na kuandika vizuri kabisa. Atakosea tu. <coughs> <coughs> su, su, su. na huyu ni Mariam, anapenda sana kusoma Hui ni mwaka wa pili sasa, anarudia darasa. Anatamani sana kujua kusoma vizuri, lakini inamuia vigumu. Hivyo nashindwa nini kubwa zima, kazi kurudia rudia darasa tu. Hebu lizomeni lijinga! <laughs> <laughs> We Mariamu umeshakosa mara nne, ndio ni sulala mdako, we uweze tuachie sisi kama watoto wengine. Mariamu anapenda shule pia anapenda kucheza na wenzake lakini anaumizwa na maneno makali na yenye kukatisha tamaa toka kwa wenzake. Mariamu angepata faraja zaidi nyumbani, kwa madaftari kukaguliwa, kuchangamkiwa na hata kuulizwa kuhusu siku yake ilivyokwenda shuleni, lakini huu sio uhalisia wa maisha yake. Mariamu anaweza kufanikiwa vizuri shuleni pale sote tutakapomwezesha kimasomo kwa upendo na kumwamini kuwa anaweza. Mariamu ana changamoto ya kusoma, hivyo anahitaji uangalizi wa karibu na mwongozo kutoka kwa walimu wanaojua kufundisha watoto wenye changamoto kama yeye. Huyu ni mwalimu Vumu, anatumia mbinu za kibunifu zinazowachangamsha watoto. Mariamu anaweza kusoma, kuhesabu na kucheza kwa raha akiwa na Kila mtoto ana nafasi ya kufanya vizuri katika masomo na wazazi wana mchango mkubwa kufanikisha swala hili. Mafanikio ya mtoto ni jukumu la kila mmoja wetu. Walimu wakifanya jukumu lao shuleni, mzazi weka mchango wako nyumbani.